ajini anaitwa Mzamiru Basadiki Baraka, nawasaidia wanawake wenye changamoto za uzazi kwa njia ya asiria. A, leo nitazungumzia dalili kubwa saba ambazo mwanamke akiwa nazo ni vigumu kuweza kushika ujauzito, na kama unasumbuliwa miongoni mwa darili hizo, ni ukanitafuta mara moja kupitia namba za simu 0684 36 28 na nane sabini popote utakapokuwa Tanzania na nje ya Tanzania, naomba unipigie kwa namba hizo. Kama unasumbuliwa na changamoto za kutoshika mimba, ukishika mimba zinaporomoka, hedhi inakuwa haina mpangilio, kishiriki tendo la ndoa unasikia maumivu makali, hedhi yako inakuwa inatoka umeweza kufanya tendo la ndoa, unatokwa na damu ambazo zina asili, zinaashiria uchafu katika sehemu zako za siri, ni vyema unitafute. kwa hiyo ukiwa uh, unaona kwa mfano hedhi yako inapitiliza au unatokwa na harufu mbaya ukeni, hizo ni dalili ambazo zitakupelekea mwanamke usiweze kushika ujauzito. Kwa hiyo kama una dalili hizo au una uvimbe kwenye kizazi, maana kuna wengine unakuta unasumbuliwa na changamoto za uzazi. Kama wewe mama unayeniangalia hapo, uh, nadhani mmeshangaika sana, mmeshatumia madawa mengi sana, mkaribisha katika kituo chetu Ujipatie huduma bora, na kama utakuwa na maswali, naomba comment inbox kwangu au kutu...